Kwa majina naitwa Michael John almaarufu ananiita Nenga, mimi ni shabiki wa timu ya Simba Sports Club na mdau wa mpira, kwa sababu hata hatima ya ubingwa inaamliwa na hiyo game. Sasa sijajua wao wameamuaje, kama game itakuepo mimi niko tayari. Binafsi yangu mimi nilikuwa natamani sana nimfunge mtani, lakini baada ya hapo wao ndo wataamua na mambo ya kuwa wanagoma goma wamesha tuchosha bwana, mashabiki. Unajua watu wanatumia gharama kubwa. Sasa hata kama wakisema wao oh, hawapeleki timu mun, haya wanakuwa wanajenga nini? Sasa mun, mwanzoni imekuwa hivyo imeenda ikaja tena, mtani naye akasema chezi. Sasa kuna kuwa kuna nini, kuna mpira au kuna nini? kama wachezi watuambie tu bwana, ijulikane moja, watu wakapumzike. Muda umekuwa mchache, em, tuangalie leo tuna tarehe 24 mpaka leo ligi haijaisha. Wachezaji wale ni watu. Kesho kutwa tu hapa, mwezi wa nane ligi inatakiwa ianze. Haya, kuna kipi kitakachokuwa kinaendelea? Watuambie mapema, watu nanili, wachezaji wakapumzike, nao ni watu, japokuwa wanalipwa. Kwa kauli yako thabiti, kwa uongozi wa Simba uweke bayana mambo ambayo wanayafikiria kuyafanya kuelekea mchezo huu. Hilo ni kweli, sio wao tu, hata TF na TFF na nani na bodi ya ligi pia na wao nao wawe na misimamo kwa sababu wale ni wazazi wa mpira huu wa Tanzania. Sasa wanapokuwa wananili, wanapokuwa wanapo wafati sheria na kanuni, kwa sababu mpira kweli unaendeshwa na sheria na kanuni. Umeona? Kweli pamoja kwenye hizo sheria, hizo sheria zenyewe zimetungwa na nini na busara. Umeona? Sawa, unatakiwa uangalie, yaani toka nanilita mwezi wangapi huko watatu mpaka leo, kweli game haijachezwa kuna haki kweli hapa? Haitokee tu kesho kutwa Tabora United amegoma, je, wataweza kumvumilia hivyo? Ni kuuliza we mwandishi eh? Koo wao nao wabadilike, ukimchungulia mtani wako Yanga ukimwangalia, ukimchekecha, mnatoboa Simba kesho. Yanga anamiliki tu majina kama attendance ya shule ana lolote sio kama sisi tunamuogopa au la. Yeye yeah, alete tu timu yani. Huyu kashajua kabisa kwamba mwanzo tulikuwa tunamjaza, tunamwambia atucheze, atucheze, atucheze. Sasa TFF na bodi ya ligi walivyotekeleza matakwa yetu kwamba tunahitaji hiki na hiki na hiki ili tu, tucheze na mpange tarehe nyingine, walivyosikia tarehe imepangwa na kusikia Yanga wakitoa tamkwe kwamba hii tunacheza, sasa wao mapigo ya moyo ni wanakumbuka tano wanakumbuka mbili moja, wanakumbuka moja bila mbili yani. Mshabiki yeyote wa Simba ukimuuliza e, bana unamwamini nani, yani katika kikosi chako unamwamini nani, wanakutajia mchezaji mmoja lakini Yanga ukija mimi nitakutajia wachezaji kumi na moja wote ni muhimu katika kikosi changu. Kwa hiyo Apollo Simba yeye atachagua aje uwanjani, tumfunge tubebe ubingwa, asije uwanjani pia tukabidhiwe ubingwa na akatwe pointi. Yaani, chaguo ni la kwake yeye. y anacheza na timu ambayo imeshuka daraja so inashuka, imeshuka daraja, anashinda goli moja yani kwa shida sana, defense ya kutosha. Sasa leo hii utaenda kumzuia Clement Francis Mzinze wewe.